afya ya umma ya SHA kutoka iliyokuwa bima ya NHIF ila Wakenya katika baadhi ya sehemu nchini wamesalia bila huduma muhimu. Hii ni baada ya kufungwa kwa hospitali kadhaa kwa tuhuma za kughushi malipo na hata nyingine kutajwa kuwa hospitali hewa. Miongoni mwa hospitali hizo ni mojawapo ya hospitali za jadi katika kaunti ya Kisii ambako wakazi sasa wanalia ngoa kwani wanasafiri muda mrefu kutafuta matibabu. Crispino Tieno hatufungulia jamvi la Nipashe hii leo. Umekuwa mwaka mmoja sasa tangu Rais William Ruto kuongoza taifa katika hafla ya uzinduzi rasmi wa bima ya afya ya jamii ya SHA. <mulikana> Japo hatua zimepigwa hadi leo ikilinganishwa na mwezi wa kwanza tangu uzinduzi wa SHA, safari imekuwa yenye changamoto tele. Wakati mwingine Waziri wa Afya Aden Duale akionekana kushinikiza mageuzi makuu hususan katika idara hiyo ya afya. Miezi kadhaa baada ya matamshi yake Duale, hospitali kadhaa maeneo mbalimbali zilizimiwa mitambo yao ya SHA na shughuli za hospitali hizo kusambaratishwa katika kaunti ya Kisii. Hospitali hii ya Nyanchwa ikiwa miongoni mwa hospitali ambazo licha ya kuwepo kwa miaka na mikaka hali sasa ni tofauti. Kuzimwa kwa mtambo wa SHA hapa kukiathiri shughuli za matibabu kwani SHA haifanyi tena. Matibabu hapa ni kwa wale walio na bima tofauti au walio na pesa taslimu, eh. Mary Akoth ni mfano wa athari hii alipofika hapa kujifungua. Kuzaa haikukuja vizuri vile nikaenda wakaniweka hapo, ikafika daka ya mwisho, Mungu amenisaidia, nikajisaidia vizuri. Sasa tena nilikuwa nafikiria tutatoka na SHA vile walisema ni SHA saa hii inafanya, kumbe la sio hivyo, ili nibidi niombe msaada kwa watu wakanisaidia. Wakati mwingine, wenyeji hapa eneo la Nubia, viungani mwa mji wa Kisii, wakilazimika kuelekea mbali kutokana na uhalisia wa mambo wanapotafuta huduma za afya kweli hiyo SHA itufanyie hapo Nyanjwa juu Nyanjwa tumependa sana sisi wamama Wanubia hapa. Sasa vile saa hii imekuwa ngumu, tunaenda Nyanjwa dispensary. Sasa hata tu kama imekuja immediately usiku, itabidi uzae kwa nyumba juu dispensary hapa ifanyi usiku, ni mchana tu. Nikalemewa sasa, niko hapa katikati, nitarudi nita nyumbani tu sababu kama SHA wameshafunga na sha ndio walikuwa wanataka kunisaidia, na sha wanataka saa hiyo hiyo hela. Ngoja ngoja, inapozidi kuumiza tumbo. Wakenya walioathirika na hatua hii ya wizara ya afya, wakizidi kuishi tu kwa imani kwamba ipo siku huduma za matibabu hapa zitarejea. Crispin Otieno, runinga ya Citizen.